katika imtiazi imtiazi, maana yake ni kama upendeleo fulani. Imtiazi ni kitu yani kujibagua, manake imtaza maana yake ni infasala an ghairihi, hii yani mfungo tatu au aya masiku kumi, infasala an ghairi, yani yamejipambanua yame kutokana na masiku mengine, yamekuwa bora, manake infarada au inazala ile, yamejitenga kwa ubora kuliko masiku mengine, ndio imtiazi, ndio maana yake kama Allah alivyosema wamtazu lyawma ayuha lmujrimun, katika surat Yunus, katika surati Yasin. Ya maana yake aya ile pale, ay infaradu, hawa waufu wamejitenga, wamekuwa peke yao, anil mu'minina, kutokana na waumini, inda ikhtilafihim bikum, kutokana na kuchanganyikana na wao waumini na nyinyi maana waovu watajitenga siku ya kiama na waumini wa Waislamu, kwa ndio maana imtiaz, imtiazi, maana yake ni mpendeleo fulani, maana yake imejibagua, ina ubora fulani kuliko masiku mengine. Asema Sheikh au Alimamu Ibn Hajar, fimtiazi ashiri Dhilhija, kujibagua kwa ubora na kupwekeka kwa ubora haya masiku kumi ya mfungo tatu, imekuwa hivyo kwa sababu li makani kwa adini, ni makani ijtimai ummahati libadati fihi, ni kutokana kwa ajili, ni makani ni sehemu ijtimai kukusanyika, ummahati libadati fihi, mama za ibada katika siku hizi, ibada zote mama ziko katika nini? Masiku haya kumi swala <coughs> iko au hakuna swala? Swala ipo, watu wanaendelea kuswali, si hivyo? Okay, ukiswali walipo maradufu kwa sababu ni katika masiku bora.

ibada zote kadhalika, mtu akitaka zaka atoa, kuna kumpwekesha Allah. Kwa hiyo maana ibada zote ziko hapo, arkanu alislam islam hamsa nguzo zote tano za islam tano ziko hapo, ziko katika haya masiku 10. Ndio maana akasema alimamu ibn Hajar, kwa zile ummahati mama za ibada zote ziko katika siku hiyo, akataja wa hiya salatu, na nasala, wasiyam funga, wasadakatu na sadaka, walhajju na kuhiji kisha akasema wala yataatta dhalika fi ghairihi, wala haiwezekani kuja jambo hilo, dhalika jambo hilo, fi ghairihi, katika mwezi mwingine halipatikani bi... jambo hili kwa ibada zote, mama za ibada zikakusanyika katika wakati mmoja, isipokuwa katika nini? Mfungo tatu peke yake. Wala yataatta dhalika wala haliwezekani kuja jambo hilo likayatayasar nikawajepesi fi ghairihi katika miezi mingine, sio kuwa mfumo tatu, haiwezekani. Maneno haya ameataka katika Fathul Bari juzuu ya pili karatasi ya mia nne sitini. Hicho ni kipengele cha kwanza. Alhamdulillah, thania, jambo la pili, ma yajtanibuhu fi al-ashri man arada an ubhiya yale mambo ambayo anajiepusha nayo katika masiku haya kumi kwa yule ambaye mwenye kutaka kuchinja, ni mambo gani? Anasema kuna mambo mtu akitaka kuchinja katika haya masiku kumi, anatakiwa ajiepushe nayo. Mambo haya, la kwanza kabisa, dalilati sunnatu, anasema imejulisha, imefahamisha sunna ya Mtume, assunnatu nabawiyyah Hadithi za Mtume zimejulisha na kufahamisha, ala anna man arada al udhiya, kwa kwa hakika ya kwamba yule ambaye mwenye kutaka kuchinja, yajibu alayhi, inayajibikia juu yake an yumsaka anil akhdhi min sha'rihi, ajizilie anyumsaka ajizwilie aache anil akhdhi ukata kuchukua min sha'rihi ukata nywele zake ukitaka kuchinja ukionekana tu mwezi wa mfungo wa tatu, huruhusiwe tena kukata nini? nywele zake. Sawa, wa dhufrihi, kadhalika huruhusiwe tena kukata kucha zake. Wa basharatihi, kadhalika haruhusii tena kufanya nini? kukata ngozi yake, mundhu dukhuli laashri, tokea itakapoingia haya masiku kumi, ila an yadbaha udhiyatahu, mpaka atakapochinja kichinja chake

hatta yubahi <tune> mpaka atafanya nini, mpaka atakapochinja. Ukishakuchinja basi naruhusiwa kukata. Wafi riwayatin na katika riwaya nyingine imekuja, fala yamassa min sha'rihi, asiguse maana yake asikate katika nywele zake, wabasharatihi, na ngozi yake, shay'an, chochote, asiguse chochote asikate nywele zake wala ngozi yake. Kwa jambo hili ni muhimu sana watu walielewe. Kwa wale ambao wana nia ya kuchinja, ukionekana mwezi wa fungu tatu, basi utakii utoe nywele zako wala kucha zako wala ngozi yako. wa hadha amrun, na hili ni jambo ni amri. wa hadha amru, na hili ni amri, amri lilwujubi ambayo inaajibisha inapelekea wajibu, kwa sababu alamru yaktadhi lwujub ghaliban au yaktadhi lwujub amri, inapelekea au inahukumu

kwa kukosekana kitu ambacho chenye kubadilisha lahuma mambo hayo mawili. Mambo gani? Mambo ya kuamrisha na jambo la kukataza. Mtume saa so salam katika hadithi ya kwanza akaamrisha, hadithi nyingine akakataza. Kwa hiyo amri na makatazo, mpaka sasa hakuna dalili yoyote katika hadithi ambayo ilikuja kuondosha kubadilisha amri hiyo na kuondosha katazo hilo. Kwa hiyo inaoneshea kwa hili jambo ni lazima kwa yule ambaye mwenye kutaka kuchinja. Kisha Shekhe akasema, kuna swali lakini muhimu sana. Je, mtu akakata aka kusudi kucha zake na ameshajua, je kichinjwa chake akidahi hakitokubaliwa? Shekhe hapa akaelezea au amekata kwa kusahau, ataelezea asema fa idha taammada taamada al akhdha, akifanya makusudi, fa idha taammada al akhdha, akifanya makusudi, aki kukata min sha'rihi

wala fidiyata alayhi, wala hana fidia yoyote juu yake. Hatatoa fidia, mmeelewa? Atatakiwa fanya nini? Istighfar, wala hakuna fidia yoyote atakayetoa. Wal waludhiyatu bihaliha, na udhiya iko katika hali yake ile ile, itapita. Aina shida yote kwa udhiya yake, itafanya nini? Itafaa, sawa, kwa akichinja na amefanya maksudi itafaa, lakini ile uora jepushe jambo hili, kwa sababu anatakiwa afanye istighfar, lakini hakuna fidia. Waman ihtaja ila akhdhi shay'in min dhalika litadharruhi. Waman ihtaja, na yoyote atakayehitajia, ila akhdhi shay'in, kukata chochote, min dhalika, katika hivyo tuuvitaja katika kucha nywele na ngozi yake atakukata, litadharruhi, kutokana na nini? Kupata kwake madhara anapata madhara mimi kuchazikiziacha pengine napata maradhi, nywele nikiziacha kitu kinaniuma, anapata madhara. La barara wala hirar, hiyo ni kaida. Kwa hiyo fala baasa wala shaia aleihi, mtu huyu fala baasa, hakuna ubaya wote ule, wala sheia aleihi, wala hakuna jambo lolote juu yake, maanake hakuna hukumu yoyote kwa mtu mwingine. imwingia mfungo tatu ndiyo mwezi unaonekana lakini hawezi maskini, akiacha nywele anaumwa na kichwa, ataruhusiwa kupata, wala hakuna ubaya katika hilo, wala hatapata madhambi, wala hana hukumu yoyote juu yake. Waman akhadha min sha'rihi, na yeyote atakayekata nywele zake au dhufrihi, au kucha zake, liadami iradatihi, pasina na kutaka kwake al-udhiya ilikuwa mwanzo hataki kuchinja, ndo maana yake li'adami iradatihi al-udhiya, basi na kutaka kwake kuchinja. Mwanzo mwanzo ilikuwa hataki kuchinja hii, kisha baada ya hapo akataka, anatelezea thumma aradaha, kisha akataka kuchinja, kwa yoyote ambaye amekata nywele zake kucha zake, kwa sababu li'adami iradati al-udhiya, hataki yeye kuchinja asli ya mwanzo, aslan ilikuwa hataki kuchinja. Thumma arada, kisha baadaye, mara ishaingia tarehe nne tarehe tano akataka kuchinja kichinjwa, basi amsaka hinaha, atajizuilia wakati huo huo. Alotaka kufanya nini? Kutaka kuchinja hiyo, wakati alipoikania mfano tarehe nane tarehe saba, au mimi nataka nichinje hata tarehe tisa ambapo ni ile Arafa, mimi kesho nataka nichinje na nini, basi kuanzia hapo nafanya nini? Ataanza kujizuilia. Naingisha ndugu zangu Waislamu, ibada hii si ngumu hadi upate mapesa makubwa. Ni kijibuzi tu chako kimoja basi, cha kushinda laki moja na nusu. Mtu aweza toa laki moja na nusu akanua kanzu dafa au alharamaini au si tobu fudu msiwe nini, majina makubwa makubwa ya kanzu laki moja na nusu lakini hawezi aa, ana wapi sasa? Jitahidi bwana hii ibada tufuishe, tena hii ibada imelala sana huku nyumbani, lakini ukenda mfano nchi jirani kama Mombasa, wapi, Unguja da, yani watu wanachinja sana mpaka uno unashindwa, hii nyama yangu nikampe nani? Yani ni jambo la kawaida, vijana wadogo wanachinja. Kwa hiyo mara hii kijishahara chako kikihifadhi, kigawe nusu, sawa, nusu nunua viguo, nusu nunua kichinjwa chako kabisa. Sawa mileeka unakuja kusali hili na ini mbuzi wako kapembeni vikupembene pa. Unaonesha heshima yako. Ah, mimi mwanamume bwana, mbuzi wangu ga so kila siku upewe upewe, sawa, au kama una uwezo mwombe pia bona, kama una uwezo mbuzi, kondoo, ngamia wanne a takuja kuona katika wale wanyama ambao wasahihi kuchinja waman akhadha min sha'rihi na yoyote ategechukuwa maanake, hata nywele zake au dhufrihi. Iitariushesoma anasema wal hukmu mutaalaku bil bilmudahi, na hii hukmu ya usikate nywele usikate kucha wala ngozi hii hukmu, yu, yi -hukmu inafungamana bil bilmudahi, ni kwa yule mwenye kuchinja tu peke yake sawa, yule ambaye mwenye kuchinja, wal wakili kadhalika, yule mwenye kumwakilisha mtu kivi pyani mimi ndo mchinjaji lakini siwezi kuchinja kwa sababu bora zaidi bora zaidi sunna ni kuchinja yeye mwenyewe kwa mkono wako, lakini wewe ukamwakilisha mtu wewe unamwakilisha mtu wewe pia um, utakifanya nini ukate nini zake sawa au wewe unaichinja pengine mimi naweza kuchinja nitachinja mwenyewe wewe yani nchako hicho kichinjwa hu ni chako mwenyewe wewe ndo hukumu um, hiyo yafungamana na wewe, ataelezea shida la yataalaku bihi nahyu, wala haifungamani katazo hili faman bahha an ghayri, yule anayemchinjia mwingine ati mimi umenipa tu bwana eh, nichinjie shekhi au ustadi nichinjie mimi, siwezi aete minajua minafanya kuchinja mimi, hainihusu mwingine ya kuja ya nywe hainihusu, sawa. Kwa sababu mimi nimeakilishwa tu nichinje, si wangu mimi, nataka nchinje mpate kile kichwa pale na mitumbo, sawa na miguu kwa sababu mchinjaji mara nyingi asahuliwa kwa kichwa na miguu, si hivyo? Kwa hiyo yule yeye haimuhusu hii hukumu, umefahamu? Itamuhusu yule alimwakilisha, ambaye mwenye kile kichinjwa. Kwa hiyo haitomuhusu. Faman baha ni ghairi atakichinja, kwa mwinginewe bi kwa wasia, biasatikawasia, pengine wasia, bwana, mimi tamchinjia kadha wa kadha, au ikalatin au kwa wakala tu bwana, mbuzi wangu nichinjie. Huyu haibuhusu ya amuhusu huyu, huyu aliwakijwa, fa hadha la yahrumu alayhi, huyu hai haramu juu yake akhdhu shay'in, kuchukua chochote, kukata chochote mishari katika nywele zake, au hufri ya kucha zake, au basharatihi, au ngozi yake, kwa huyu mwenye kuchinja <coughs> ambaye kichinjwa si chake yeye, tu amechinja wa ame, kwa sababu amekuwa bwana amekawasia, bwana, kanichinjie kichwa changu, au amewakilishwa tu Nunua mbuzi wangapi wachinje, hiyo ni udhuhiya yangu. Wewe wewe tachukua vichwa vyote vokumi vyote, chukua na miguu na ngozi mitumbo, chukua nyama tu, mpelekea kwa watu wangu. Huyu yeye haimuhusu atakana na mikucha yake na minyele yake, atachukua na vichwa vyake, vichwa taruhusi kuchukua, lakini maswala kukata kucha, yeye haingii huyu, alimwakilisha huko, ndo atafanya nini itamuhusu. Imeeleweka. Wadhahiru asema wadhahiru asem, nahi na dhahiri ya katazo, katazo linaoneshea dhahiri yake annahu kuwa katazo hili, hakika la katazo hili yahusu sahiba al-udhiyati, ina musnani yule mwenye ile udhiya mwenyewe, kile kichinjwa mwenyewe, wala ya ummu zawjata, wala hayenei kwa mke mke, mke, hatu, kat, ye, mke hata yeye mke atakata kucha, atafanya kila kitu wal aulada kadhalika, watoto watoto atakata kuja, atafanya kila kitu wao, haienei huku wa ghairahu nasokwa wao, hii hukumu haiwienei. Eka kuna mtu mule unamlea, ati hukumu hii na itamwenea itamhusu hukumu ila la la yataallaku bihi, hawa haiwahusu uhi hukumu hii. Na yule ambaye yule ambaye ameekania mule katika ile nyumba atafanya nini atachinja yeye, ndo hukumu hii itamgusa yeye na itakuwa juu yake kwayo. Ni hivi imeleka ili jambo, jambo muhimu sana, kwa ile bora zaidi ni mtu asikate nywele zake wala kucha zake wala ngozi yake, isipokuwa kwa yule ambaye anapata madhara, hakuna ubaya. Au ikatokezea bahati mbaya, hakuna ubaya, lakini usifanye maksudi. Sawa, naweza kuja swali Akifanya maksudi j tushalijiu shekhe ameelezea. Akifanya maksudi hana chochote isipokuwa atafanya nini? Afanye istighfar bas, wala hana fidia, na kichinga chake ni halali, kitapita. Eka k ni swali, hadha swali yakfu alayhi lina kithiri sana, hili swali kwa watu wanauliza. Je, yes, asa mtu akikata, je yes, akifanya nini? Jawabu lake ndio hilo hapo, na hii ndio ubora wa kusoma weji alia katika majlisi hii tunokaa, usipate faida yoyote Sawa, so toka na faida hii tu yaku mtu je yakikata kwa maksudi itakuwaaje? Wewe ukapata faida ah, hakuna chochote kwake atafanya istikfari tu basi. Khair, alhamdulillah faida moja unepata katika majlis ni bora kuliko dunia na vile vyote mele wasi koi. Jazakumullahu khairan wabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Tafikia hapa, taendelea kesho inshallah.